Ngoma ya dhahabu kutoka kwake Rapcha, akiwa amemshirikisha Damianz, sasa hivi ni namba tisa on trending katika mtandao wa YouTube, pale ambapo ni ngoma moja ambayo inaelezea namna gani jinsi takataka ilivyotakata na kuwa dhahabu. Na yeye alifanya utofauti sana katika ngoma yake hii kwa kuweza kuanza kufanya kupiga challenge na wasanii wachekeshaji, lakini pia na wa producers wa ngoma mbalimbali, ambao wakielezea maisha yao jinsi alivyokuwa takataka na mpaka sasa hivi amejipata na maisha jinsi anavyoenda e, msanii Rapcha hii idea ya kuweza kufanya hii challenge kwa wasanii kama hawa, je, hii idea imekuaje mpaka kuamua kuja na, na idea kama hii ambayo ni tofauti sana na jinsi ambavyo tumekuzoea katika kazi zako za, za sanaa? Yeah, ilikuwa ni namna tu ambayo nimeikuaji ku connect na watu na ndio maana ime- imeenda ime katika watu. Tunafanya tunafanya kazi ya team na tunapokuwa tuna project tunakuwa tunashirikiana kukama na kitu ambacho kitaweza kuifikisha project sehemu um, yeah. Uh, ilikuwa ni wazo aliku, alikuja nao Gachi baada ya kuwa tumeianza tume kazi mpaka pale ambapo imefika, na akasema ana session na na Damian pia anaweza akawa ni selection nzuri kwenye hiyo kazi. Kwa hiyo walipopata nafasi ya kukutana akamsikilizisha uh, na from pale ikawa in collaboration imetokea yeah one love kwa wana wote ambao wanaendelea kusikiliza mpaka muda huu, na kama bado hujaisikiliza, ni muda ambao unaweza enjoy nayo kwa mara ya kwanza, na kutoka hapa uende ukaisikilize uwe nayo kwenye playlist yako. Track inaitwa Dhahabu, nimefanya na Damian, so production gachi. Yeah, nafikiri wote ambao wanapenda muziki wawapta watakuwa wameenjoy kusikiliza kazi mpya, na hata pia kama umesikiliza na bado unajua kuna zako washikaji zako au ndugu zako bado hawajasikiliza unaweza ukashare nao pia, waisikilize kwa mara ya kwanza.